Naam, karibu sana mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kubwa zaidi tunakwenda kuyazungumza yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani, kama bado hauja subscribe cha Pesa Media, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Ndugu yangu Mandala, uko poa? Mandala, Lucifer. Mandala? Mtu hatari ah, kabisa, mtu wa maana. Ah, Mzoa jumba ah, Juzi nimekula jumba, dunia yote imeshtuka kwa sababu ile jumba naolivaa lile ukilipiga mahesabu mtu mwenye ndugu na tu Tanzania nzima e. Ya, e bwana, ndugu yangu, tuanzie hapa taarifa mbalimbali zinazoendelea kuhusiana na klabu yako ya soka ya Simba Sports Club. tuanzie hapa wekundu wa Msimbazi, Simba leo wamemtambulisha kocha a, msaidizi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Christopher. ndugu yangu mnasemaje? wana simba mwamba kweli kweli, alishawahi kutumikia ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns under 19 amekuja Msimbazi. Mda huo Matola wanakuwa kocha uh-huh. <laughs> hey, tujiulize hey, msaidizi sikaja hey? Matola wanakuwa kocha namba ngapi? Tuulizane sasa. Sasa mimi mimi, binafsi mimi, wanasimba wengi tulipenda kitu kama hiki kwamba kocha akija aje na kocha wake msaidizi yeah, ili waje wa, wa hey. na formula ambazo zinazofanana na wao na lugha za kuelewana siku zote unajua kuna ile hali wewe umenikuta, afu una uwezo kunitumikisha mimi, umeelewa? Pia inawezekana pia kawa tatizo ni kitu kikubwa, kitu kizuri. Profile yake inaonekana kafundisha mama rodi ya watoto, si ndio? Na ukiangalia profile yetu sisi Simba ukijumlisha na Steve Baka, wote wametoka jamii moja, South Africa, pia wametoka katika soka ambalo linafanana South Africa. Kwa hiyo kuorganize, wa watu wanaweza kaza kukupa kitu na wakaikomboa Simba yetu na timu ikawa inacheza mpira mzuri Bwana, kuna watu hawalali, hawanywi maji, hawafumbi macho, muda wowote na saa yoyote, wanaisaka kandarasi ya Morris Abraham. Majirani zenu nasemekana ya kwamba kwa, kwa upande wa pili mnyama simba, lunyasi alimsainisha kijana miezi sita miezi sita yuko huru kuzungumza na mchezaji yoyote ama timu yoyote ile. Pengine nyewe kwa upande wenu hamuoni kama kuna namna mnakuja kupigwa na kitu kizito na majirani S, sizani kwamba Simba wanaweza kufanya jambo baya design hilo, kwamba mchezaji mzuri kama Moris Ibrahim washinde kumboreshea mkataba wake. Mm, sizani na naamini viongozi wa Simba wamemboreshia. Ujue kama ujui, viongozi wa Simba wapo makini sana katika upande wa usajili na kuona samana wachezaji wazuri wenye ubora mkubwa, umeelewa? Ukiangalia Simba ndo inawezekana ikaa klabu yenye wachezaji wenye, wenye ubora mkubwa, viwango vikubwa ndio timu kwa Tanzania yenye viwango vya wachezaji wenye viwango vikubwa. Ukiangalia Yanga, wanamtamani kumchukua Mzinze, kumchukua hapa eh, nani Mpanzu, Yanga wanamtamani Morris Ibrahim, Yanga wanamtamani Soa, Yanga wanamtamani Semani Mwalimu. Yaani, ni ubora wa wachezaji wa Simba, ila sisi hatuwezi tukamtaka ikua, sisi hatuwezi kumtaka Dombia, sisi hatuwezi kumtaka Mzinze Pakome, wala sisi hatuwezi kumtaka Pakome. Eh, au kuti tetesi Simba inamtaka ikua, uh -huh. Au kuti tetesi inamtaka Dombia eh. Ila tetesi tazikushangaa Yanga anamtaka Morris. Yanga anamtaka Mpanzo eh. Yanga anamtaka Selemani Mwalimu eh. Mara Yanga inchazi hawa eh. Wao ndio anataka wachezaji wa Simba hmm. Tayari unaonyeshwa kwamba Simba timu yenye ubora mkubwa, wachezaji wake wana ubora mkubwa. Na kwa nini kila mchezaji wa Yanga lazima ahusishwe na Simba? mchezaji wa Simba wa Yanga, mchezaji akitaka kusajiliwa Yanga Africans lazima ahusishwe na Simba. Hizo ni propaganda zimeuzwa, yaani zinatengenezwa kwamba kuonekana Simba alimtaka na Simba amemkosa. Tuliona kwa wachezaji kina Dombia, tumewaona na moja pia na challenge zetu sisi kuzitengeneza ili kuwaaminisha kwamba Yanga tulitaka wachezaji wao wa. Ili mtu amchukue mchezaji mbovu lazima uaminishe kwamba sisi tulimtaka ili washaishike kumchukua, kwa sababu tukimwongelea kama huyu nani anaitwa huyo uyu mchezaji tusinge waaminisha Yanga wasingemchukua, wa wa sisi ana ubora mkubwa, ana uwezo mkubwa amemchukua like. katika uhalisia Okero ni mchezaji mzuri, ila nategemea kwa level ya ligi anaochezea. Level gani? Ligi gani anachezea? Ligi ya Uganda uweze kufanisha na ligi ya Tanzania? Kwa hiyo utakuja kuona ubaya wa Okero msimu ukiisha anavyoenda na Mungu kwa mkopo uh-huh. Ndio takumbuka maneno yetu <laughs> kipindi msimu unaisha, Yeye anavyoenda atapopelekwa na Mungu kwa mkopo. Sikiliza. Narudia levo za ligi hey. Levo ya ligi ya Tanzania uweze kufananisha na levo ya ligi ya wapi? Uganda. Okelo ni mchezaji mzuri kwa levo ya ligi anayochezea hey. Sio kwa levo ya ligi ya wapi ya Tanzania, Bundesliga mdogo wangu eh? Ligi kubwa ah, hii ligi nataka wachezaji kama wale waliochukua Simba ule kutoka Senegali eh, na ulimuona eh, si ulimuona juzi juzi timu ya taifa <laughs> bas, sisi tunasajili mchezaji, timu yake imecheza imecheza nusu fainali AFCON iko finali. yeah, umenikumbusha na anacheza anapita kwenye shaki, ndio design ile. Wachezaji wanaotoka kuja kucheza ligi ya Tanzania, kwa levo ya ligi yetu. Ukimchukua mchezaji anaojua kutoka Uganda umekula asara, ukimchukua mchezaji kutoka Uganda umekula asara, ukimchukua mchezaji kutoka kwa sasa hivi ligi yetu ilipofikia, kwa ligi yetu si ilipofikia ukimchukua mchezaji kutoka Uganda hey, umekula asara. Ukimchukua mchezaji kutoka Kenya umeingia cha kike, kuna asilimia unaweza ukampata mchezaji Kenya asilimia ishirini hey, akawa mzuri asilimia themanini mbaya. Sisi tulibahatisha kumpata Ubejabili, tumempata kwa bahati, bahati mbaya. Tumepata tu kwa bahati bahati. Ni mzuri yani, yani Kenya nzima ndio mchezaji mzuri, Kenya nzima hey, ndio tumempata yule mzuri Uganda zima Mkwala ndo mzuri tumempata mm. na na, u, timu ya Uganda kicheza namba tisa yao mm. panga pangua mm. mbendelea vizuri mm. sasa hapo. Kwa hiyo tuno, tunaongea kitu tunamaanisha huyu mm. kama uh huyu <laughs> panga pangua namba mm. tisa panga pangua Mkwala kaja Tanzania anaonekana kafeli. Ndio aje ndo afaulu Okero panga pangua ya Uganda mm. Mkwala mm. timu ya taifa ikicheza ndo namba tisa wao mm. kaja Tanzania kafeli. Mm haja <laughs> ah, ah. Ah. Timu ya taifa ya Uganda eh. Namba tisa yao panga pangua eh. Mkwala eh. Ambayo Tanzania ya Simba tunaanza kumtoa kwa mkopo eh. Unatuletea Okero ambao siku mechi acheza siku hasicheze eh. Ndo kupe kitu Tanzania levo za ligi eh. Ligi ya Tanzania ishakuwa kubwa hmm. Kuna levo atokoeta wachezaji na ndio maana mimi eh. Sijai kulaumu viongozi wa Simba kuhusu swala kuleta wachezaji. Najua viongozi wa Simba wanajitahidi kuleta wachezaji bora. Nikikupigia mahesabu ya wachezaji waliokuja Tanzania, wengi wana rekodi kubwa. Unaweza tu kawaza kwa nini timu inafanya vibaya, wachezaji wenye revu kubwa. Ukifuatilia Soa ni mchezaji mkubwa. Seremani Mwalimu ni mchezaji mkubwa. Sijui, ukimwangalia nani Seremani mchezaji mkubwa anakuwa test ya mchezaji mkubwa. Ah, tumwangalie Ana... Ana... Ana... Ana... Ana... Ana... Ana... Ana... Alikuwa hatari kuliko wachezaji wote. Ukimchukua Soa, Bernard Monson, angalau mchezaji anakuja Simba. Ndio maana nimekuambia hata tunamfukuzia sasa hivi msenegali. Anacheza timu ya taifa. Mm. Timu ipo finali AFCON. Mm. Tunaenda kushinda ndio tunaenda kumchukua sisi. Shida ya Simba sio kusajili wachezaji. Mm. Yeah. Ipo shida ya Simba. Sio wachezaji shida ipo yeah. Discipline, discipline, discipline, nizamu inatakiwa. Klabu ya Simba ikubali ukweli kwamba timu yetu imekosa kuwatengenezea nizamu wachezaji. Bwana Mandala, mi nataka nifupishe, lakini pia tuzungumze kuhusiana na sa kuondoka kwa Jean Chalet Awa. Nasemekana tayari wekundu wa Msimbazi Simba wameshamuuza kwenda huko silabda By me, by me. Nipo hamsini kwa hamsini. Akiondoka sawa, akibaki sawa. Ndio kipenzi cha wanasimba, ukiniwekea chama na hawaa, ukiniambia nichague kwa haraka haraka, na nakuchukulia chama. Ukiweka chama na ukiniambia, ukiniambia haraka haraka nichague, nachagua kwa chama. Kwa nini unasema? Kwa sababu kutokana na formula ya Simba, formation yake ya mpira ya Simba tunaocheza. Yeah, Bwana, kipi unacha kumalizia kwa kuambia mashabiki wa Simba? kwa hizi scenario ambazo zinazoendelea, wengi wanasema hawataki kwenda uwanjani. Ndugu yangu, tukasapoti timu yetu, timu yetu japo mbovu, hatuna mtu wa kumtupia na usimshangae mtu akikataa kwenda kusapoti timu. Ama mtu anaweza kuzoea maumivu, kuna watu wengine hawawezi kuzoea maumivu na ana haki ya kukataa. Lakini sisi ambao wenye mioyo migumu, tukasapoti timu yetu. Shukrani sana, sawa.